Mambo mzimu hii kimila, sio no. kama kiti iyotesha Abdulqadir ambayo inagongana ina, ina, ina na sh, uh, sharia ya Mungu mm. Inagongana na tuxid kishirki, kwambia kwa, kwa mwanamke baka waina kola kule kwa uh, miti fulani ufanye kitu fulani. Wazee wote kua wanafanya hivi, lazima wazee walikuwa wanaenda kwa mzimu hii, walikuwa wanaomba yani mfanye kitu chote, ili ya kafara, ii ni shirki. Mtu Muhammad sallam katika hadithi anasema, yuko mtu ameingia moto kwa ajili ya inzi, na kuwa mtu ameingia peponi kwa ajili ya inzi. Sahaba ameshangaa mm -hmm. Sasa vipi vipi inzi na nini? Anasema yuko mtu moja anabita msafara yake kumkuta yuko watu sehemu wana mzimu huyu, mm -hmm. Kila mtu msafiri nabita lazima aweke kurbani. Unajua kurbani ile akaribishe kitu mm -hmm. akaribishe kuku, kondoo, mbuzi, yaani atoe kitu fulani mm -hmm. am, am amfanye kurbani kwa mzimu ule, kwa mzimu ule sasa kwa mzimu. Kama bibana mimi sina kitu

kwamamba msaada hao kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, na i taqarrub na qurban ni kuchinja na kukaribia, kitu kutakasa kitu. Hii kikazi ya Mungu. Umeelewa vizuri? Naam, naam. Mtume anasema huyu mtu baadaye kafa kaingia motoni, kwa hiyo amekurubisha naye. Siku ingine kapita mtu mwingine, bana, wewe fanya qurbani. Nasema na mimi siwezi kufanya qurbani, ni shirki hata inzi, hata sema, hata nzi mizifani aingie, sema mua mua, huyu kafa kaingia pepo. Kwa hili yani um, alikataa kumkurubisha. Kwailisama lingine, hata mimi naona hatuchinji, tunaweka ubani kule, tunakaa kidogo kule, hiyo ni kurbani. Sasa hii ni shirki, na watu wa mgombe Mungu mambo wazee kama wao walikuwa hajui dini, maskini amekosea, mambo tuombe Mungu amsamehe mm -hmm. Lakini wewe umejua haki umejua kitu, mambo ya mzimu, mambo ah, wengine wanata wengine kama mimi na rohani rohani yangu wanilinda nisaidia. Sasa mimi namuuliza swali, kama rohani yako anakulinda anakusaidia, sawa, ndio wakati kutumwa mamako ilikuwa nani nakusaidia? Swali ya pili

Ibrahim, unasa, utaka msaada yote kutoka kwangu asama ama kwako kwa? Hapana, kwa Mungu. Sawa, kasema hasbi Allahu nimal wakil. <laughs> Saidina Ibrahim jambo aduladir hajaomba msaada mm, na Jibrili hawezi kuja kwake mpaka Mungu amemtuma, lakini mm, hapa inaonesha kabisa mtu kama anaingia shida ankimbilia Mungu, afanye ibada aombe Mungu. Fanye kuchinja kumbe maskini yatima na kadhalika, lakini asitegemee mtu vyumba fulani aweze kukusaidia. Hata kama amekusaidia ana maslaha kwako ako, lakini mtu kimbilia Mungu. Mungu anasema alaisa llah bikafin abdu, je, Mungu hatoshelezi mja wake? Aljawab naam. Sawatu agombe Mungu mambo mzimu hii awache, ina shubha ina shirki. Watu waogope Mungu wajue dini yao vizuri awache shirki. Shirki dhambi kubwa sana naam. Mm, mwangia hapo kwenye mtoto um, tomboni kamlinda ka, ka nani na kwenye, kwenye, kwenye... mikoa ya pwani huku tumezoea wakinamama nao wakishakuwa na ujauzito, hii mambo ya kimila ya, ya na vitu kama hivyo na wenyewe wao wana kwenda kwenda kwa waganga, waganga hawa wanaitwa wataalamu wanapewa wanapewa wanapewa hirizo za kufunga funga funga mkononi hapa, akishakwa mja mzito, yani kwamba inawakinga wasije wakafanywa wakafanyiwa vibaya na wenye roho mbaya, labda wakaziporomosha zile mimba na vitu kama hivyo. Alhamdulillah yote, Sheikh Abdulqadir, inasababisha watu Waislamu dini yao hawajasoma vizuri, hawajajua dini kwa halisi. So mimba Naam, unaweza mimba, wachawi wanaweza kutoa. Hata kama mtu anampiga mwanamke katika kitu fulani tumboni, anaweza kusababisha nini, katoka kagonga na gari pikipiki, anaweza kutoka mimba. Lakini halisi asili, anaweza kutoka siku kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa idhini ya Allah ta'ala. Ama masala hirizi, hirizi kama ilikuwa hirizi ya Qur'ani ambayo haikuna maneno mengine

Niraali, uh, katika kitabu na sunna ni kinga. Sasa watu wasome hivi, lakini nakusudia kama hirizi nimefunga ni Qur'ani, tu ni sio shirki, lakini ni bid'a, lengo Qur'ani kusoma sio kufunga. Lakini watu wengine gisabddr wana mm weka hirizi hmm, lakini wanaweka maneno ambayo hayajulikani kama moja, mbili, tatu kiarabu au ain ha mtu kiarabu lakini mtu kiarabu anasoma hajui maana yake nini. Hii mambo ya talasimu ni shirki, ila kama iko qurani halisi ni hata useme shirki, tuseme ni haipendezi. Alafu mtu anaingia choni, ana hirizi hirizi, ana ana dalilisha qurani, haipendezi. Naam.